Nam, karibu sasa kwenye mjadala wetu wa leo ambapo tunaangalia hii marufuku ya kuripoti ushuhuda wa waathiriwa wa ghasia huko Tanzania. Vyombo vya habari nchini humo vimepigwa marufuku kutangaza ushuhuda unaotolewa mbele ya tume iliyoundwa na rais Samia Suluhu Hassan na inayochunguza ghasia za wakati wa uchaguzi wa Oktoba Uh, mwaka 2025. Tume hiyo inayoongozwa na jaji mkuu mstaafu wa Tanzania Mohamed Chande Othman, imedai kuwa kuchapishwa kwa taarifa zao kunachagiza msongo wa mawazo kwa wahanga na kwamba hatua hiyo inalenga kulinda usalama na faragha za waathiriwa ambao wamelalamika kwamba taarifa zao binafsi zinasambazwa mitandaoni bila ridhaa yao. Hata hivyo, uamuzi huo umepokewa kwa mtazamo tofauti, huku baadhi wakisema unaondosha mantiki ya tume huru na ya wazi. Kuyajadili hayo nimewaalika uh, Jawadu Muhamed, katibu mwenezi wa CCM huko Dodoma, na Deus Kibamba, mchambuzi wa masuala ya siasa na diplomasia. Karibuni waungwana. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Uh, Bwana Deus sijui kama tupo pamoja uh, kwenye laini uh, basi swala hili nianze na wewe moja kwa moja. Uh, uh, hatua hii iliyochukuliwa na tume ya kuwapiga marufuku wanahabari uh, unadhani ni hatua sahihi? Nawashukuru kwa kunishirikisha. Sasa mimi labda niseme kwamba eh, sayansi ya utatuzi wa mgogoro inapotokea jambo kama hili kubwa jambo lililohusisha mauaji jambo lililohusisha uvunjifu wa amani mm. E, sayansi yake inataka mambo ya matatu yatokee, ama kwa pamoja, ama moja baada ya jingine la kwanza huwa ni jambo kwa kizungu tunaweza tukaita forensic. Yani forensic ni mchakato wa kufukua na kuchunguza mambo yaliyojitokeza yakapelekea e, matukio yenyewe kutokea mm. Jambo la pili huwa ni mchakato unaitwa mchakato wa inquiry, yaani mahojiano, uchunguzi. Sasa hili jambo la pili ndio hili tume hii inafanya, jambo la uchunguzi, jambo la kuongea na watu, kuzungumza, kusikia mm. Jambo la mwisho huwa ni maridhiano baada ya kuwa mmesha meshafanya hiyo forensic, na jaribu kutafuta neno la Kiswahili la forensic. Forensic ni kama uchimbuzi wa kitaalamu uchimbuzi wa kitaalamu kitaalamu. Uchimbuzi wa forensic haifanywi na wanasheria, haifanywi na wanadiplomasia, haifanywi na wanahabari. Forensic hufanywa na watu wataalamu wa uchunguzi wa matukio ee, hata polisi kuwa hawafanyi hiyo habari ya forensic wote. Kuna wataalam katika vyombo vya kipolisi ambao huweza kuchunguza sehemu inayohisiwa, kwa mfano, kuwa imefukiwa vitu fulani, basi wao wanaweza kakia utepe pale wakachunguza. Sasa nilichokigundua, kujibu swali lako, ni kwamba hapa kwetu tumechanganya vitu vitatu vyote kwa mara moja. hmm. kwa hivyo unapo unapofanya forensic, unakuwa unafanya hilo jambo, mchakato huo ni wa ni wa milango imefungwa, kwa hiyo wale wataalamu wanafanya pasipo kutangaza kwanza, hmm. lakini kwa kuwa tumeambiwa hii tume hii tume ya uchunguzi inaongea na watu kabla hilo jambo linaitwa forensic kufanyika, wananchi wamekuwa sasa wakitoa yote, wanayatoa yale ambayo wangeyatoa kwenye forensic pamoja na mambo ambayo wangeyatoa kwenye mazungumzo. Sasa hapo ndipo kosa lilipo. Kwa hiyo tume imejikuta ina mtihani waje waweze kuruhusu wananchi waendelee kuongea yote ya kiwemo ya ndani kabisa waongee hmm, hadharani na kwa kuwa wanaongea hadharani, basi na nje pia. Kuna tume ina mtihani mwingine kwamba Watanzania ili waweze kuiamini tume kwamba inatenda haki, ni lazima waendelee kufuatilia kupitia vyombo vya habari. Sasa hapo kwa kweli, naweza kusema umeniuliza, je, ni haki kuzuia wanahabari wasiendelee kuripoti, jibu langu mimi ni haki kwa sasa, kwa sababu forensic na uchunguzi vimechanganywa kwa pamoja, kosa ambalo niishaonya siku nyingi. Tufanye michakato hii mitatu kwa kuitenganisha, ndivyo sayansi ya utatuzi wa migogoro inavyotaka. Sasa nadhani bado hatujafikika kidogo, wataalamu wa utatuzi wa migogoro kwamba hivi tunavyoendesha huu uchunguzi, hatuendeshi sawa sawa. Ndio, shuk shuk shukran sana uh, bwana Deus, nimekupata vizuri kwamba uh, kunatakiwa kuwe na hivyo vitu vitatu lakini uh, bwana Jawadu ulipotea kidogo hewani na nadhani umemsikia uh, aliyoyasema bwana Deus kwamba uh, mchakato mzima huu umechanganywa ume vitu vitatu kwa wakati mmoja, jambo ambalo ni kosa na uh, tume hii inajikuta sasa katika hali ya mkanganyiko. Kwanza wewe mwenyewe, hatua hii iliyochukuliwa na tume ya Habari, unadhani ni sahihi? Ni hatua muhimu sana na ambayo kwa kweli isingelichukuliwa, e, tume yenyewe ingelijikuta inaingia katika mtihani mzito si wa kukosa uwezo e, wa kuchakata vizuri taarifa kwa siri na baadaye ikaja na kitu ambacho kitaitoa Tanzania hapa ilipo na kupeleka kule ambako wengi wanatarajia lakini mijadala iliyokuwa tayari imeshaanza kuibuka ndani ya mitandao ya kijamii hii, watu wakiwa wana, wana, wana, wana kama wanaielekeza tume nini cha kufanya, lakini watu wakiwa eh, wanakosoa baadhi ya mambo yanayoendelea katika mifumo ile ya mahojiano, kwa kweli ilikuwa ni jambo ambalo ni la hatari sana, na nadhani kwa hatua ambayo tume imechukua inatupa mwanga na mwelekeo kwamba kadiri muda unavyokwenda na usiri utakavyokuwa na uweledi utakaotumika, lakini na mifumo ya wazi watu kutoa kile kilichotokea bila upendeleo, bila uongo, bila kukuzusha mambo, hiyo ndo inaweza ikatufanya, baadaye itakapokuja ripoti nzima ya nini kilitokea, tume wakati imewasilisha. Sasa kila mtu tujue tunatokaje. Kwa hiyo ilikuwa ni hatua muhimu sana e, ya kuzuia hili kujadiliwa katika mfumo ambao ulikuwa limeanza kujadiliwa, ndiyo. Lakini bwana Jawadu, waandishi wa habari e, katika suala hili wanachukuliwa kama daraja kati ya tume na wananchi, ili kuweza kufahamu yale yanayoendelea. Sasa kuwazuia wasiripoti, e, wananchi watakuwa na uhakika gani na hayo ambayo yanafanyika katika tume hiyo? Mimi nadhani haki ya wananchi iko kwenye eneo la matokeo ya kile ambacho tume inakichunguza na yale ambayo itapendekeza kuondosha mkwamo uliopo. E, haipatikani sana katika huu mchakato na pengine E, kusema kwamba wanahabari wapate fursa ya kuwahabarisha kila hatua inayofanywa na tume ili waweze kuripoti, ni kuharibu mwenendo mzima wa tume yenyewe. Na amefanya vizuri rejea hapo mume mwenzangu. Ukiangalia sayansi ya utatuzi wa migogoro, swala la uchunguzi wa siri, kupokea taarifa za siri zikachakatwa zikatolewa E, e, mwongozo mzuri na baadaye ikaja ripoti rasmi ya nini kilitokea, kwa nini kilitokea, nani alifanya, na sasa tunatokaje kwenye hali hali hiyo ni jambo ambalo kwa kweli ndio ada ya tume zinavyofanya kazi duniani hasa zinapokuwa zinachunguza mambo mazito. Kwa hiyo waandishi wa habari kwa kweli hili hawapaswi kulichukulia kama ni zuio, wanapaswa kulichukulia kama hatua muhimu ambayo ilipaswa ichukuliwe, ili kulinda uweledi wa tume, lakini ili tupate kile ambacho tunakitafuta kama Watanzania, ambayo ndio makusudio ya tume yenyewe, kuja na ukweli wa mambo na kutueleza nini tunaendaji na tunatokaji katika hali hii. Kwa hiyo mimi nafikiri ni hatua muhimu ambayo kwa kweli E, haina haja tena kwamba hiyo inatangazwa kila, kila, kila anayojiwa anajua, hii inaweza ikaharibu uwezo wa tume e, kuja na, na, na majawabu yaliyo ya, ya uhakika. Naam. Uh, Bwana Des ni nikirejea kwako, uh, watu waliojitokeza kuelezea yaliyowakuta ama kushuhudia uh, walikuwa wanaamini kwamba sasa umma unayafahamu, uh, lakini kuzuiwa kwa wanahabari, huhisi kwamba baadhi ya wahanga wanaweza kuwa na hofu ya, ya kujitokeza na kuja kueleza uh, kwa uwazi yale walioyashuhudia. Mimi <coughs> nilipata kuzungumza na baadhi ya watu eh, kwamba vipi mnaonaje mchakato huo wa kwenda kutoa eh, hicho kinachoitwa ushahidi. Maanake hata neno kwamba watu wanakwenda kutoa ushahidi, nalo kwenye utatuzi wa migogoro huwa ni shida kidogo. Unaposema mtu akatoe ushahidi inabeba baadhi ya wananchi wanakuwa wanaona ah, nina ushahidi kweli? Kwa kawaida huwa tunavyokuwa tuseme mtu akatoe maoni yake, hata kama anaeleza aliyoyaona bado ni maoni. Sasa hii kwamba hivi sasa tumi, tume inazima taa inataka watu wawe wanatoa eh, wanaeleza hayo wanayoeleza, jizani nadhani hmm, kwamba ina shida mbili la kwanza ni kwamba imani ya Watanzania kwa tume yenyewe ilipoanza kazi kwa kweli si kubwa hivyo. mm-hmm. imani ya Watanzania juu ya tume, je, italeta majibu gani? Watu wana, wanaanza kuhisi hisi tume ita majibu ya tume hiyo, ripoti itakuwa imebeba nini? Sasa hivi ambavyo watu walikuwa wanasikia tume ikihoji iki watu ndio walikuwa wanasema kumbe ile minong'ono tulikuwa tunaambiwa, watu walipigwa risasi tulikuwa tunaambiwa e, watu wa, wengine walipigwa wakiwa wame, wako nyumbani kwao e, tulikuwa ndio watu walikuwa wanasema, ala, kumbe kuna mambo ya kweli hapa. Sasa nafikiri kwamba hii ya kuzima taa, kwa lugha yangu mwenyewe, kwamba sasa tume itakuwa inafanya kazi yake pasipo e, watu kujua kinachoendelea itapunguza kidogo hamasa ya watu kuisikiliza tume, kwamba tume kazi yake inaendeleaje? Nafikiri na kwamba hii inaweza ikapunguza hamasa ya watu kujitokeza, lakini narudia tena kusema mchakato ambao ulitakiwa uanze ulikuwa ni mchakato wa kutafuta ukweli hiyo, ndio inaitwa forensic, hiyo wa kitaalamu ifanywe. Naam, ifanywe, pasipo kutangaza. Naam, shukrani sana, lakini muda umetutupa mkono Bwana Jawadu. Kwa sekunde chache tu, sasa unafikiri tume itakuwa na mbadala gani ili kudumisha imani kati ya tume na wananchi? Kwa uchache kabisa nadhani tume isiangaike sana na kuitafuta imani, kwa kiasi kikubwa iangaike sana na kutafuta ukweli wa mambo na kutafuta suluhu ya kile kilichotokea, alafu baada ya kuleta ripoti yake, hapo sasa imani yenyewe itajijenga, baada ya watu kuona kile kilichowasilishwa na tume kweli ndicho kilichotokea, na tume inaelekeza vipi tunatoka katika hali ile. Nani anawajibika? Nani hawajibiki? Nani alikuwa muongo? Nani alikuwa mkweli? Hilo litakuwa na maana zaidi kuliko hata hili la, la kutafuta imani katikati ya mchakato. Naam, shukrani sana eh, Jawadu Muhamedi na Deus Kibamba kwa kushiriki mjadala wetu ambao muda umetutupa mkono. Eh, tunakomea hapa kwa sasa. Shukrani sana pia kwa kwa msikilizaji kwa, kwa kutusikiliza. Eh, kwa sasa ni wakati wa makala zetu tulizokuandalia.